Ni kilele cha maadhimisho ya siku ya wa wafanyakazi duniani ambayo kitaifa inafanyika katika mkoa wa Singida katika ukanda hii ya kati. Kubwa zaidi ni kuangalia namna gani ambapo sherehe hizi za Mei Mosi zimekuwa ni fursa muhimu kwa ajili ya Watanzania hususan wasakatonge ambao wamekuwa wakifanya shughuli mbalimbali za kiuchumi ili mkono uende kinywani. Hapo jana nimetembelea baadhi ya maeneo na kuzungumza na baadhi ya wafanyabiashara hususan wanaochoma nyama za kuku na nyama za ng'ombe, ah, kuhakikisha kwamba nao je, ni kwa, kwa namna gani wamenufaika na fursa hii kwa upande wa Mei Mosi kwa mwaka huu 2025. Kumbuka maadhimisho haya yanafanyika katika ukanda huu wakati kwa upande wa mkoa wa Singida. Mimi ni Hababi Mohamed, tuwasikize baadhi ya wafanyabiashara nao wakizungumzia fursa muhimu ambazo wamekuwa wakizitumia katika msimu huu wa sikukuu za sherehe za wafanyakazi kwa maana ya Mei Mosi. Wakati ni nzuri, hii fursa imekuja Singida ndo kwa mara ya kwanza, mi toka nizaliwa ndo hii mara ya kwanza naiona Mei Mosi inafanyika Singida, na natamani sana mama, endelea hata hata na nane nane hata iwepo hapa tena Singida, kwa sababu imetubushi kidogo kwa sababu biashara ilikuwa mbaya, wamekuja wageni wamekula maisha, yamebadilika. tlisi Mei Mosi yaja ya, tulikuwa tunaiyaka kuku ishirini thelathini ila sasa hivi tunachinja kuku mia na mpaka mia mbili mia tatu kuku wanaisha kwa siku moja. Kwao ni jambo la kumshukuru mama, tunamshukuru Mungu pia na tunamwombea mema. Kiukweli hii imekuwa kama ni fursa kwetu, kwa sababu unajua biashara yetu wengine inategemea mzunguko wa watu, kwa watu wakiwa wengi kama hivi Ndogo, na tunachangamka na ndo kama hivi unavyoona watu wanafanya biashara uh, kwa hiyo tunashukuru sana uh, tunamshukuru sana mkuu wa mkoa kwa, kwa kufanikisha hili jambo la sherehe za Mei Mosi ili kufanyika katika mkoa wetu uh, kikweli hali ya uh, maokoto iko uh, vizuri kwa sababu ukiangalia uh, kipindi cha nyuma unakuta unalala na faida ndogo, ila sasa hivi uh, kidogo jana bless tuna faida kubwa uh, uh, kikweli uh, kipindi cha nyuma unakuta unaweza ukalala hata kwa na, unajua mitaji yetu yenyewe j tena midogo, unaweza ukalala hata kwa elfu hamsini ila sasa hivi unaweza ukalala na laki laki mbili. Of course tunamshukuru sana Mungu kwa sababu uh, nafikiri kabaliki na, kikweli ni fursa kwetu sisi. Kwa kweli tunamshukuru Mungu, biashara ni nzuri, na pia tunamshukuru mama mkuu wa mkoa kutuletea jamu ya watu, kutuletea sikukuu ya Mei Mosi, tunamshukuru sana. I say hali ya biashara imebadilika biashara iko vizuri, tunarudia mizigo mara mbili mbili. Tunamshukuru sana mama. Kuku inalika tena, kuku mmoja kwa bei ya haraka haraka ni elfu ishirini na tano e, badala ya elfu ishirini na mbili Tumepiga hela kabisa haz, watu ni wengi, tumeuza kuliko, tumeongeza mzigo na watu wengi wanapata na huduma kwa wakati tia. E, tulikuwa tunauza kuku kumi na tano kumi, ila sasa hivi hamsini hamsini na tano zinaishi nii nyama inaenda na ugali ugari. E, tunaweka kachumbari, pilipili kabisa, kitu kinakuwa fresh. Hayo ni kwa upande wa baadhi ya wafanyabiashara, lakini kwa upande pia wa wananchi ambao wamekuja katika mkoa wa Singida kwa ajili ya maadhimisho haya ya siku ya wafanyakazi kwa maana ya Mei Mosi wanazungumziaje hali ilivyo na kile ambacho wamekuwa wakitarajia katika mkoa huu wa Singida? Hapa wanaeleza mitazamo yao na kile ambacho wamekifurahia, hususan kwa upande wa nyama za kuku wa kienyeji. Kwa kweli nimeenjoy. Nyama zipo kwa wingi, kuku wako kwa wingi wa kutosha. Kwa kweli mkoa huu ulijiandaa ipasavyo kuipokea Meimosi. Hata kama meimosi fanyike na watu waendelee kukaa hadi wiki nzima hii, hawa kuku hawawezi kuisha ndugu yangu, mi nakwambia, tumeenjoy vya kutosha sana. Hali ya Singida ni nzuri kwa kweli, wamejiandaa vizuri, wametupokea vizuri E, mapokezi ni makubwa, maandalizi, nyama tunakula hapa za kutosha. E, utaona wafanyabiashara mbalimbali, watu wa matunda na kadhalika. E, mambo ni mazuri, isipokuwa loji zimejaa. E, loji zimejaa, mimi nimepata, lakini wako wenzangu ambao wamekosa wa vyumba. E, lakini mazingira e, kwa kweli wamejiandaa. Katika sekta ya usafirishaji, madereva bodaboda, boda, pamoja na madereva bajaji nao wamekuwa wakitumia fursa hii kutengeneza hela mambo ya koje na hali ilivyokuwa mwanzo na sasa hivi katika msimu huu wa sikukuu za Mei Mosi, nini tofauti yao katika shughuli za kiuchumi? Wanaeleza baadhi ya vijana ambao wamekuwa wakitumia fursa hii kuhakikisha mambo yanakuwa sawa, ili mkono uende kinywani. Tunapambana huku, wageni kibao, wa kutosha, pesa tunapiga soka. Kipindi ya mwanzoni hapa tunacheki wageni wa kutosha, wakutosha, e, pesa mingi tunaingiza. Sasa hivi kwa siku ne... Yani e, hiyo wakati ulikuwa unaweza lala hata na elfu thelathini arobaini, sasa laki unafikisha laki hata na hamsini e, wageni wengi na ndo baraka pia, wageni wengi si unajua baraka. Mkoa wa Singida unatajwa kuwa na watu zaidi ya milioni mbili, lakini vile vile shughuli mbalimbali za kiuchumi zimekuwa ni fursa muhimu kwa ajili ya Watanzania ambao wanaishi katika maeneo haya kubwa zaidi nikizungumzia umuhimu wa wafanyakazi katika kufanya shughuli zao ili mambo yaende sawa sawia, kwa kuzingatia kazi za staha. Leo katika maadhimisho haya, a, mengi na akiu ya watu wengi ni kusikia kauli ya serikali kupitia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dkt. Samia Suluhu Hassan, neno la faraja kwao ili mambo yaende sawa sawia katika mazingira ya utumishi. Kutoka eneo hili la Singida, mimi ni Hababi Mohamed na hii ni Clouds Alasiri.